Karibu kwenye chaneli yangu. Leo tunajadili kuhusu single mothers, tunaendelea pale tulipoishia. Tuliishia katika single mothers sehemu ya tatu, na leo tunakwenda single mothers sehemu ya nne. Mimi naitwa Mwalimu Emmanuel Sai, ni mtaalam na mwalimu wa maswala ya mahusiano, ninafundisha, ninashauri kuhusu ujinsia, mahusiano kwa ujumla, uchumba pamoja na ndoa. Karibu sana. Nina swali hapa la kuuliza kwamba ni kwa nini ndoa zimepungua, halafu kumekuwa na ongezeko kubwa la single mothers na hasa katika nchi yetu. Kwa hiyo tunaenda kujadili leo mambo ambayo yanaathiri jamii yetu moja kwa moja na hasa familia zetu ni mambo ambayo yanaathiri moja kwa moja familia zetu na yanagusa hadi uchumi. Ni ishu ya single mothers, kama ambavyo nimetanguliza swali hapo awali, kwa nini kumekuwa kiwango cha watu kuoana kwa ndoa kimepungua sana na kumekuwa na ongezeko la single mothers. Tunatakiwa kujua kwa nini, tunatakiwa kuangalia ni kwa nini takwimu za sensa ya Tanzania kutoka katika ofisi ya taifa ya takwimu Tanzania inatuambia kwamba, inatudhihirishia wazi kuwa kumekuwa na, na, na, na kiwango kiwango kimepungua cha watu kuoana, na taarifa hizi kutoka RITA zinasema kwamba kutoka e, kwa takwimu za mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ambazo zinasema kwamba e, watu takriban watu takriban elfu elfu hamsini na moja na kumi na moja walioana kwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili lakini mwaka elfu mbili na ishirini na tatu takwimu zinaonekana kushuka wakiwa wameoana watu elfu arobaini na tano mia nne hamsini na tano Huu kuna upungufu kutoka mwaka elfu mbili na ishirini na mbili elfu hamsini na moja na kumi na moja kuja hadi elfu arobaini na tano mia nne hamsini na tano manake idadi ya watu kwa wana imepungua. Walipokwenda kwenye tafiti au wa walipokwenda kwenye takwimu zinazowahusu wanawake wakakuta kwamba kumekuwa na ongezeko la asilimia tisini na tatu nadhani kama pointi saba hivi za kaya ambazo zinamilikiwa na wanawake yani, ambazo kaya ambazo wakuu wa kaya ni wanawake, zikakutwa ni zimeongezeka kwa asilimia tisini na tatu pointi saba na hii spesifiki kwa mkoa wa Dodoma na kiujumla imeongezeka. Hii ikatupa picha kwamba single mothers wameongezeka. Sasa ndo niko najadili, niko na kwa nini kumekuwa na ongezeko la single mothers, na moja ya sababu ambayo inatuweka wazi leo ni ambayo unakuweka wazi leo ni ongezeko ni, ni ni kupungua kwa kiwango cha watu kuoana. Imekuwa kawaida tu sasa hivi watu hawaoani, ila wanawekana ndani watu hawaoani wanachukuana na kuwekana ndani. Sasa matokeo yake, hii inakuwa na commitment au kujitoa kwenye mahusiano inakuwa kidogo, kwa sababu mtu anapoamua kukuoa au mtu anapoamua kuolewa maanake anaamua kujitoa na kujidhatiti kwa ajili ya maisha ya ndoa. Sasa kama itafikia hatua kwamba watu wanaweza tu kuamua na kuchukuana na kuwekana ndani, nilikuwa nazungumza kuhusu cohabitation kuanzia series ya kwanza kuhusu cohabitation, watu kuchukua na kukaa tu pamoja bila ndoa. Watu wanaishi maisha ya ndoa bila ndoa. Hii inakuweka kwenye risk, inakuweka kwenye hatari kubwa ya baadaye kuwa single mom, kuwa single father, kwa sababu commitment inakuwa chini, siyo ya viwango vya juu. Sasa tuangalie kidogo, kwa nini kumekuwa na upungufu wa kiwango cha watu kuoana. Sababu ya kwanza kabisa ambayo nimeiona ni, ni kubadilika kwa mtazamo wa ndoa. Mtazamo wa ndoa kati ya watu wengi umebadilika. Nikienda kwenye, nikienda kwenye karne za nyuma jinsi walivyokuwa wanaichukulia ndoa kwenye, kwenye ngazi ya jamii hata ngazi ya taifa, kati ya watu jinsi inavyoonekana ndoa inavyochukuliwa, ilikuwa inachukuliwa tofauti, inachukuliwa kwa hadhi ya juu kuliko kwenye kizazi chetu leo, katika karne ya sasa hivi kuna utofauti wa mtazamo wa ndoa. Kuna wengine wanaona ndoa ni wengi wao wanaiona ndoa kama ni kama kitu cha kawaida, hawaichukulii tena kwenye hadhi yake, hawaichukulii tena kama msingi wa familia na, na kama taifa kiujumla hatuichukulii kama ndo msingi wa familia ndo msingi wa, wa, wa jamii zetu, ndio msingi wa taifa hatuoni. Lakini ukweli ni kwamba hadhi ya ndoa ni ya, ni ya viwango vya juu tena ni ya viwango vya kimungu, kwa sababu ndoa ilikuja au ndoa Mungu alitupa ndoa iwe kama taasisi ya huduma ambayo itatengeneza msingi wa familia, msingi wa jamii, msingi wa taifa, kwamba mambo yote yaanzie huku chini yaanzie huku kwenye ndoa. Kwa hiyo kama tutakuwa na ustawi mzuri wa ndoa, tutakuwa na ndoa imara nzuri za kudumu zenye mafanikio, ndipo tuna jamii yenye mafanikio, ndipo tuna taifa lenye mafanikio tuna dunia yenye mafanikio. Kwa hiyo hatuioni ndoa katika uzito huo tena. Kwa hiyo mtazamo wetu wa kuhusu ndoa umebadilika, ndio maana mtu haoni kama ndoa inaweza kuwa msingi wa familia. Anaona mi, familia inaweza nikaipata popote, naweza nikawa nasoma nikaamua niwe na familia, naweza nikawa niko na shughuli zangu tu nikaamua niwe na familia, sina msingi wa kuwa na ndoa ili nipate familia. Kwa hiyo hatuoni, tumechukulia wepesi watu wamechukulia kwa namna nyepesi sana. Hiyo ni moja ya sababu ambayo inapelekea, lakini sababu zingine hizi zinaweza zisiwe za msingi sana, lakini ni moja tu ya sababu ambazo zinachochea. Mm, katika upande wa wa wanawake kumekuwa na fursa kubwa, na tunashukuru sasa wanawake wanasoma vizuri na wanapata ajira vizuri, wanapata maendeleo mazuri ya kiuchumi na wanaweza kujitegemea vizuri kabisa. Kwa hiyo zile kampeni za kuwawezesha, za kuwapa nguvu, za kuwasapoti zimeenda vizuri, lakini zimetuachia athari fulani ambazo ni hasi. Na moja ya athari hizo ni kwamba imekuja kuwaathiri wanawake katika engo ya kutengeneza ndoa, katika engo ya kuolewa. Imewaathiri kwa namna fulani hivi. Kwa namna gani? E, kufanikiwa kwao katika maisha ya elimu na ajira ime, ime, imeleta changamoto kidogo, na changamoto yake ni kwamba ule mchakato wa kusoma unakuwa mrefu, unakuwa mrefu sana, na hata mpaka ajira. Wengine wakitegemea kwamba nitaolewa na nitakuwa kwenye ndoa yangu nikishakuwa nimepata ajira na kila kitu, sasa ule mchakato wake unakuwa mrefu, matokeo yake anachelewa, na katika kuchelewa hapo hapa katikati, inampelekea anaweza akajikuta anapata mtoto hapa katikati kwenye along kwenye, kwenye, kwenye life course ya maisha ya shule au ya maisha yake au maisha yake ya kujitafuta, mpaka atakapojiona kwamba sasa niko ready, anajikuta ameshachelewa, na anajikuta, au tayari ana familia hapa katikati. Lakini hayo yote yako ndani ya kupuuza ule ule umuhimu mkubwa au ule msingi wa ndoa yenye uhadhi ya ndoa yenyewe. Hivyo basi mwanamke licha ya kupata fursa hizi, wewe ambaye ni mama wa baadaye, licha ya kupata fursa hizi za kusoma, kuwezeshwa pamoja na kupata ajira na kujitegemea kiuchumi, tafadhali usisahau hadhi ya ndoa, usisahau mtazamo wa kwamba ndoa ndio msingi wa familia, ndio msingi wa jamii bora, na ndio msingi wa taifa ndoa ibaki katika heshima yake katika msingi wake katika levo zake katika viwango vyake vikubwa, kwa sababu ni taasisi muhimu sana kwa maisha ya kawaida. Ukumbuke kwamba ukipuuzia katika eneo hili eh, ambalo takwimu latuambia kwamba ndoa zinapungua sana. Kwa nini zinapungua sana? Ndo moja ya sababu ni hizi, tumepuuzia sana. Ziko sababu zingine watu, masuala ya kazi, mambo ya uchumi, watu wamejipata, lakini hayo yote nadhani kuna namna ambayo tunatakiwa kurekebisha hapo, na namna mojawapo wakuweza kurekebisha tuangalie kwenye, kwenye madhara. Kumbuka unapokuwa single mother kuna changamoto nyingi sana, ikiwemo changamoto za kiuchumi, stress nyingi ambazo zinaweza zikahusisha msongo wa mawazo, na kiujumla, kuna namna unakuja kaa sawa kwa sababu mzani unakuwa hujabalance, umegamia upande mmoja. Uwe na uhakika kwamba unapojiandaa kuwa single mother au unapokosea sehemu fulani ambayo inakupelekea kuwa single mother kuna madhara makubwa sana utayapata, na hata malezi ya mtoto yatakuwa tofauti. Mtoto aliyelelewa katika malezi ya baba na mama katika mzani ulio sawa ni tofauti kabisa na mzazi na mtoto aliyelelewa na mama mmoja, huwa kuna huwa kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yanaweza kuwatofautisha watoto waliotoka kwenye malezi haya, kwa malezi ya mtoto yataathiriwa, afya ya mama itaathiriwa, na uchumi pia utaathiriwa, hali ya kiuchumi utaathiriwa. Maana yake ukiwauliza waliopitia haya maisha ya single mother, sidhani kama wangependa wayapitie, na wanajua magumu wanayoyapitia. Hiyo ni kwa sababu gani? Kuna sehemu, kuna mwanaume fulani hapo nyuma hajakaa kwenye nafasi yake vizuri. Ndio maana wakati wote nasema kwamba ni lazima, kabla hata tujaingia kwenye mahusiano, kufanya chaguzi zilizobora kuepuka baadaye kuja kuishi maisha ya single mother. Sio maisha mazuri na tunajua wote na tunajikuta tu, ndo maana muda mwingine inabidi tunaheshimu na nini, lakini ukweli ni kwamba hatu deserve kuwa na maisha ya hivyo. Kama bado hatujaingia kwenye hayo maisha, tunabidi kujirekebisha. Jirekebishe, kaa kwenye mkao ambao utaithamini ndoa na kuichukulia kwa hadhi yake, ili kabla hata hauja, haujaamua kuzaa, haujaamua kuolewa, ku, ku, ufunge ndoa, uwe na mwenzi ambao unajua kabisa huyu mwenzi naweza nika naye kwenye mahusiano na tukafunga ndoa na ndoa ikabaki kwenye heshima zake. Kwa hiyo sasa, tuna kazi ya kufanya, tuna kazi ya kufanya tukiwa kama tukiwa kama familia, kama jamii, na kwenye ngazi yoyote ile ya, ya, ya maisha yetu, tuweze kutambua umuhimu wa ndoa, ikiwa kama ni msingi wa familia, ikiwa ni msingi wa jamii zetu, na ni msingi wa taifa. Ukiwa kama baba au kama mama, umlee mtoto wako katika maisha ambayo asitamani kabisa, umlee kwenye malezi ambayo asitamani kabisa kuja baadaye. Nadhani na hata wewe mwenyewe haupendi baadaye mwanao aje kuwa single mother, hata kama wewe ni single mother, najua hilo, kwa sababu unajua adha ya kuwa single mother. Kwa hiyo kwa kutambua hilo, tufanye hiyo hatua, ili tuwahamasishe vijana ambao ambao tuwahamasishe vijana kwanza kutafuta maarifa mazuri, kujiandaa vyema na kupata hekima nzuri ya kuweza kuchagua wenzi walio sahihi, watengeneze ndoa zilizo bora, familia zilizo bora, na baadaye jamii na taifa lililo bora. Mimi naitwa Mwalimu Emmanuel Sai, ni mtaalamu wa maswala ya mahusiano. Tafadhali unaweza ukakomenti hapo ukafollow na kusubscribe kwenye kile ambacho tumekizungumza hapa. Najua kitakuwa na, kita na msaada mkubwa sana kwenye maisha yetu.